Chimbuko la mswada huu ni maamuzi ya baraza la mawaziri kupitia waraka namba 2 na wa mwaka 2014/15 kuhusu mapendekezo ya sheria ya taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania mwaka 2016. Kupitia kikao chake cha tarehe 4 Novemba 2014, baraza la mawaziri liliridhia na kuelekeza kutungwa kwa sheria ya taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania. Mswada unapendekezwa kutungwa kwa sheria ya taasisi ya utafiti ya kilimo Tanzania 2016. Sheria inayopendekezwa inakusudia kuweka mfumo wa utafiti unaolenga kuimarisha shughuli za utafiti wa kilimo kwa ujumla kulingana na mahitaji ya sasa ili kuongeza upatikanaji na usambazaji wa teknolojia sahihi kwa ajili ya kupende, kuendeleza kilimo nchini. Aidha, utasaidia kuimarika kwa matumizi sahihi ya rasilimali za utafiti. Yani cost effectiveness kwa kulenga katika vipaumbele vya sekta na kuondoa hali ambayo taasisi zaidi ya moja hurudia kufanya miradi ya utafiti inayofanana, overlaps and duplications. Mambo muhimu yafuatayo yamezingatiwa katika sheria inayopendekezwa kutungwa: A, kuanzisha taasisi ya utafiti wa kilimo kwa ajili ya kufanya utafiti, kusimamia na kuratibu shughuli zote za utafiti wa kilimo unaofanyika hapa nchini. B, kubainisha majukumu ya taasisi ya utafiti wa kilimo na mahusiano yake na wadau wengine wa utafiti ikiwemo mashirika ya umma, taasisi na asasi nyingine za umma na binafsi; C, kuanzisha bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo, mamlaka na majukumu ya bodi ya wakurugenzi, mkurugenzi mkuu, vituo vya utafiti wa kilimo na watendaji wake; D kuvitambua kisheria vituo vyote vya utafiti wa kilimo agricultural research centers vitakavyosimamiwa na TARI ikiwa ni pamoja na majukumu yake. Vituo ambavyo kwa sasa vipo chini ya wizara ya Kilimo, mifugo na uvuvi ambavyo vitawekwa chini ya TARI ni pamoja na Dakawa, Homboro, Ifakara, Ilonga, Kibaha, Kifyulilo, Maktopora, Maruku, Mikocheni, Mlingano na Liendele, Seriani, tengeru Tumbi, Ukiriguru na Uyole. Aidha, waziri, baada ya kushauriana na bodi, anaweza kuunganisha au kuongeza idadi ya vituo kwa jinsi itakavyoonekana inafaa, ili kuongeza ufanisi na kufikia malengo ya TARI. E, kuweka utaratibu wa ushirikishwaji wa wadau wa tasnia ya utafiti wa kilimo kupitia jukwaa la taifa la ushauri wa utafiti wa kilimo National Agricultural Research Consultative Forum. Jukwaa litatoa fursa kwa wadau kujadili changamoto za utafiti na kupendekeza namna ya kubadili, kukabiliana na changamoto hizo na kupeana taarifa mbalimbali zinazohusu utafiti na kushauri masuala mbalimbali ya utafiti nchini. Aidha, jukwaa litakuwa na wajumbe kutoka katika taasisi, asasi na wadau mbalimbali wanaohusika katika kuendeleza katika uendelezaji wa utafiti wa kilimo. F, kuainisha muundo wa utafiti ambao ni endelevu na kuwiana na miundo ya utafiti hapa nchini na nje ya nchi ili kuwezesha ugunduzi, upatikanaji na usambazaji wa teknolojia sahihi za kilimo nchini. Pia mswada unaweka utaratibu wa kuanzisha na kuimarisha miundombinu ya utafiti kwa viwango vinavyokubalika kimataifa. g Sheria itaweka vipaumbele vitakavyosimamia masuala ya fedha financial provisions ili kuhakikisha kuwepo kwa matumizi sahihi ya fedha na vifaa vya taasisi. H. Kuainisha wigo wa vyanzo vya fedha kwa ajili ya utafiti na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania. I. Kuanzisha mfuko wa kuendeleza utafiti Agricultural Research Fund ambao utasaidia katika kuhakikisha upatikanaji wa fedha za utafiti kwa manufaa ya TARI na wadau wengine. J. Sheria itaweka mfumo utakaovutia watafiti kujiunga na kubaki kwenye sekta ya umma tofauti na hivi sasa ambapo watafiti wenye ujuzi huondoka kufuata maslahi bora ndani au nje ya nchi. Utaratibu kama utoaji wa motisha kwa watafiti kupitia sehemu ya faida ya mbegu zitakazogunduliwa utatumika. K. Kuweka taratibu za kuwezesha sheria kuzingatiwa na kutekelezwa, enforcement mechanism, kwa kuwaweka wakurugenzi katika vituo vya utafiti chini ya TARI. L. Kuweka utaratibu wa kufanya na kusimamia utafiti na watoa wa huduma za utafiti. M. Kuainisha vipengele vya makosa na adhabu. N sheria itaweka kipengele kitakachomwezesha waziri mwenye dhamana kuandaa kanuni za utekelezaji wa sheria hii. matokeo ya sheria inayopendekezwa kutungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya sheria inayopendekezwa kutungwa ni kama ifuatavyo: moja, kuongezeka kwa ugunduzi, upatikanaji na matumizi ya teknolojia sahihi za kuendeleza kilimo kulingana na mahitaji ya soko. Mbili, kuongezeka kwa ufanisi wa shughuli za utafiti wa kilimo hapa nchini. Tatu, kuimarika kwa matumizi sahihi ya rasilimali za utafiti kwa kulenga vipaumbele vya sekta na kuondoa hali ambayo taasisi zaidi ya moja kurudia kufanya miradi ya utafiti inayofanana. Nne, kuweka mfumo madhubuti wa kusimamia shughuli za utafiti wa kilimo nchini ikilinganishwa na mfumo uliopo sasa. Tano, kuimarika kwa ushirikiano kati ya taasisi, mashirika na wadau wengine wanaoshughulika na utafiti wa kilimo ndani na nje ya nchi; na sita, kuimarika kwa mnyororo wa thamani kutokana na utafiti utakaofanywa kulingana na mahitaji ya kila zao ili kuongeza tija na kipato cha wakulima na hivyo kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi na usalama wa chakula na lishe.